Kila mwananchi tunamuomba, tunamomba apande miti na mtu na kwa parcelle yake, kwenye anaona kuko espase apande miti

Katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa na kulinda mazingira, gavana wa Kivu Kaskazini upande wa AFC/M23 ameomba wakazi wote wa mji wa Goma na eneo lote wanalolidhibiti, kila mkazi kupanda mti angalau moja katika kiwanza chake <coughs>

Tunasema kwanza aksenti kwa gavana wetu wa, wa, wa jimbo la, la Nord Kivu vraiment. Tunasema tena aksenti kwa notre maire de la ville de Goma e, pia tena tunasema aksenti kwa viongozi wote ambao kabisa wamekuja kutusindikiza mwai kutia muti ya kwanza e, hapa ku mwairi ya kutokea ku mize mpaka ku entré presidentiele. Sinon vraiment tunasema tena aksenti kuaturuzi yote ya mambao makala na miti ba mu province ya Nord Kivu benye balitika leo kuacha kazi zabo na bakakuya kwa hii kushimika muti ya kwanza par son excellence monsieur le gouverneur Bahati Musanga Erasto aken sana bwana journaliste, ya kwanza tutaremercie kwanza l'autorité locale excellence monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu Bahati Erasto Musaanga wa kuakompagnyé kila projet kusudi ifike kulenge. Ni kusema leo ni siku 4 ine sikize siku munane mwezi wa 11 mwaka wa 2025, siku kila siku enye tunazoea kufanya salongo, rentre la ville de Goma propre, ni kusema population ya Goma iishi ndani ya environment yenye iko safi e, na ile yote inakuwa toujours accompagné par l'autorité excellence monsieur le gouverneur de la province. Tunasema accent iyi kupanda miti ni kuluter contre réchauffement climatique g kusema ni projet nyitakuwa akompanye par le gouverneur kusudi ya atteindre objectif. Na kwa hiyo tunashukuru populasion yote ya Goma, sababu programme ya assainissement badisha yakompanye na vilevile, tunaweza kuwarekomandewa akompanye na hii programme ya kupanda miti kusudi tulite ku joto kali kwa ajili ya kulinda afya na uzima wa watu, na waza hii yeje, tunamaliza fanya cha kwanza ni ni ku ita, ni ku ni kuita populasio yetu ijue maana ya muti. Batu yote tukepita kumabarabara, fasi yote kwenye tunapitaka, unaona watu tu wako nakata miti, alakini kama unakata muti unapashwa panda ingine. Batu awo ni kukata tu, alakini hii pumuzi yenye tunapumua muti, njo yenye, izi miti njo zenye zinaachaka tunapumua mzuri Leo hii vile ya Goma ifo tupande miti sawa. Mavile zengine ukifika mumavile zengine zenye ziko avance, unakutana kafasi yote ni miti. Ifo pembeni ya barabara yote ya mavile ya Goma tufanye nguvu tupande miti. Ile ni ya kwanza. Ya pili, tuko na kilima moya yenye Mungu alitupatia hapa, jina yake Mogoma. Ifo, tujaranje leo hii kulikuwa pori. Ifo, tujaranje bibenye tunafanya hapa Mogoma yote tuipande ndani miti Leo hii wakati yenye tuko ndani ni wakati ya kujenga. Wakati yenye tuko ndani ya kwanza ni kuleta sekirite, apres kuleta sekirite ni kujenga kwetu na kujenga mwingini yetu. Asante. Bahati Erasto Musaanga amesema hayo wakati wa kuanzisha kampeni mpya ya upandaji mti mjini Goma. Hii muradi leo inaanzia Goma, lakini itafika fasi yote mwa interier mpaka kuvilaji. Erasto amesema hatua hii imechukuliwa na uongozi wa AFC/M23 katika kushinikiza ulimwengu kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa na kulinda mazingira iliyoharibiwa na makundi yenye silaha swa mbuga la wanyamapori la Virunga. Tusaidie populasion yetu na populasion yetu iishi maamvironimaa mzuri. Tunapashwa kifanya kitu chote, kitu kyote chenye kinahitajika tunapashwa kifanya, kwani populasion yetu iishi maisha ya mzuri. Lakini hii ni muradi mkubwa, kuna hii kupanda miti na mbuga za wanyama na maji hii ni nini kimeamuka? Kwa sababu mko kwenye vita, lakini mnaingia kwenye hii miradi ya maendeleo leo. Tulikamata tulikamata hapa Goma Parke Nasionali ya Virunga, walikuwa walishaikata ifudelere Maimai na FRDC ofasi kwenye walikuwa wanakonga miti, walikuwa wanakonga makala, njo kwenye makala yote ya mvire ya Goma nafasi ingine ilikuwa inatoka. Lakini leo vile vitu vyote tulisha visimamisha. Leo hii hatuitikie watu kwenda kwa park tunataka ile miti komale, tunataka wanyama wenye wako mparke ya Virunga wa wazale wakoe wengi. Tunapasha jenga kwetu nchi yetu kue modeli sawa nchi zingine, sawa Kenya. Unaona Kenya mwa Afrika ni ya kwanza ya baturisti baturisti wanayokuja na haitushinde, haitushinde espace, tuko na espace ya kabambi kushinda mainchi sawa Kenya, lakini na sisi tunapashwa tengeneza, kwani wale waturiste wakoe wanakuja kwetu hatua ya gavana Bahati Musanga Erasto ikishindikizwa na wakazi wa mji wa Goma. Na hii hatua ni ya biasa sana sana, lakini juu hewa iko na tupitia, tunapata kupumzika; bila mti ni makosa. Atukai hatua ni ya biasa sana tena sana. Mungu amubariki. Panda eh, sana. Unaonaji, hatua ya governor kusema kila mtu apande muti iko mzuri mzuri, na waendelee, watakamate vatakamat, na kata miti azibiwe. Unasema iko mzuri, projet proje naiendelee, mtu watakamate na yendele, kata miti azibiwe vikali na serikali. Wewe utapanda miti mingapi? Ndapanda miti yenye ndaweza, ndapanda mingi sana. Utaipanda wapi? <laughs> fasi kwenye yeah, wetu yeah. konatoneshe tupande muti ndiyo yeah pamoja na wale wanaopasua mbao kwa ajili ya ujenzi hapa na pale, kivu kaskazini. Mama naona unabeba mti jua nini, nenda lima miti. Tuko wachuruzi ya mbao, kwa tunafundisha, tusikwa na tumikisha mbao na tujua kwa zinatoka, kuzikata. Alafu leo unaona unaonaji hatua kusema kila mtu apande mti kujisaidia na tunasaidia afya yetu ndugu. Kama wewe mtu wa hijene, muti inasaidia nini kwa maisha ya mtu muti? Kona maana mingi, muti leo tunapiganisha chauffement climatique na hii perturbation ya nani ya klima na moti naleta mpee naleta mpepe azulu na inatia environnement enakua sene na batu wanawishi motakatibu ndogo aba. Hey, uko nafanya nini? Inasaidia nini salongo? No, inasaidia kusafisha mjini tu, kwa gisi ya kawaida mjini ikwe mzuri, kila mtu ajisikie kwa huru, kwa gisi tunavyo Governor anasema watu wapande miti inasaidia nini? Kupanda miti inasaidia juu ya environment. Kisi ewe ikwe mzuri kwa watu wote. <coughs> Hatua ambayo imelazimisha gavana kutembea mitaani kufanya kampeni hiyo kwa wananchi. Gavana, naona umetoka jasho natembea na mguu. Ni kutembea, eh, na mguu. Tunapaswa kutembea na mguu. mguu. Tunapaswa na Tunaenda tunaenda fasi kwenye wako natengeneza barabara. Unatoka jasho? Barabara unatoka ah, Sasa nini nacho natembea na mguu? Natembea na mguu nayo mguu kwani population ikishikamata charge na kwa kufanya salon. Uone kama na mimi ninafanya salongo, sio wote, tusaidiana isikuwe populasion ao yenyewe na sisi tufanye pamoja nao pamoja na, pa na wafanyakazi wa ofisi yake kama Remise Giob, kama vile shauri ambayo gavana na anakuwa anatupatia ya kwamba inabidi tukuwe na muda kidogo ofisini na muda nyingine tukuwe sur terrain pamoja, kuonesha mfano mzuri kwa kutumikia nchi, kutumikia population na leo hii mfano ambayo imepaniwa na yeye mwenyewe, tuko naye gavana hapa na waza mkuu. Mnamwona guverner wetu ambaye anapenda kazi, anapenda population, anapenda maendeleo leo, leo ameamua kutoka ofisini ili tufanye salongo naye, lakini cha kwanza tupande miti kwa ajili ya mji wetu, watu wa respire, population respire mzuri sana. Kwa nini nyinyi wote wa burgomestre, meya, nyote mnatoka mu ofisi zenu? Yenyewe kiongozi wakati anapopiga filimbi, inabidi tumfuate na leo kama kiongozi amesema kwamba inabidi aende su tere aende mjini kufanya kazi, ili populasion ayo ifuatilie pale, inabidi tutoke ndani ya ofisi ili tumfuate na tufanye <coughs> k <coughs> <coughs>

Mzee, unajisikiaje? tusane tu Magufuli. Hatuna Erasto Magufuli, anatufungulia njia.

Goma monkopa Goma monkopa. Munabeba miti kwa nini? Eh? Munabeba miti kwa nini? Kile usalama. Usalama kutokana na hewa haishi. naenda tu. Muti tuko tunapanda barabarani, pembeni ya barabara. Sababu ya mazingira. Muji wa Goma uonekane kama muji uliosoma. Tupatia support ya kupanda miti kwa sababu ya mazingira yetu ya muji wetu wa Goma. Na muti una mafaa nyingi sana. Sasa hapa deja na hapa pa journalist huko naona

Gavana, namufurahia kutembea kilomita pata ivi na mugulu hangaika, hata huko saa tunarudia mgunga. Hapa ni mzuri kabisa. Unamshangalia kwa nini? Kwa kazi yake yenyewe anatumika. Unasema na kwa nini unashangalia gavana? Eonaka gavana waivi wakuitoa tembea na populaio ivi mpaka saa pata ivi, na mimi nimechoka, lakini yeye hayashoa, ile nolinafurahia. Ndiyo mm, eh, kabisa antuka frema. Nina mkuraje aendelee kufanya kazi ya hivi. Unasema nyumbani ni wapi wewe? Nyumbani ni hapa Muniki. Unachoka, um, guverneri hachoka? Ndiyo eh, haya choka kabisa. Angechoka kama ametuambia turudi, lakini frema, mie nina anza sikia jinsi atembiaka saa murefu hivi, jua tuko wa motari. Nina anza choka lakini yeye angali anaendelea na ndele. Tunashukuru sana frema.

Muti ni kitu ya lazima sana hmm. Lakini nyinyi kama chama cha AFC hii kitu mmetosha hii hakili wapi? Okay. hii kitu tumeona wanani mamiki zengine za nyingi sana tunapafika, tuna tunaona ni vitu vizuri sana. Tumesema na sisi hata na sisi kuje ndani ya muji yetu kama AFC M23 tupande miti kwa, kwa, ina, ina, kwa, ita kwa sababu miti wakati najua inavuya anapasa anapasha kala pale muti inaleta pumzi. Muti itafanya kitu cha kabambi, sio hapa popote takapoenda utapanda mutimuti ni maana, kwa sababu muti inaleta pumzi, pumzi. Inaleta pumzi, muti inaleta makuni ya yak makuni a ya kukonga makala, wakishinikiswa naye Mumbere Muisa Lumumba na Crispe Muvano Lumumba. Nakumbuka wakati tulikuwa naandamana mbele, ndio tulikuwa natembea safari tu. siku za mbele tulikuwa tukiandamana hivi, ili tuombe kwa kuomba amani na usalama. Lakini kwa leo tuko naandamana kwa kupanda miti na kufanya usafi, yaani ni kusema tunaendelea kuandamana, lakini kuandamana uh, mfodze wengine fazi ya kujenga. Sasa leo tuko najenga, na ndio maana tuko nashidikiza vision ya AFC M23 kwenye government ya province ya Nord Kivu, mponasimamiwa na Mheshimiwa Erasto Musaanga Bahati. tuko na, mm, na eh, materialize kwa sababu ukiona mzuri dunia mzima, huo fenomene wanaita rechauffement climatique Rashofuma climatique ni kusema inji nyingi sana ziko na kuwa na deze. Alors hii deze kwa kuipinga ni kufanya nini? Ni kuweza kupanda miti. Tupande miti sana ili hizi miti zitupatie oksijeni. Kwa sababu hiyo oksijeni tutaweza kuipumua na tukweza kuipumua na tukishia tena miti na tukishia tena oksijeni nzuri. Ndio maana ya kupanda miti. Yaani ni kusema AFC M23 haiko tu kupiga mtu tu na kulibere Kongo. Lakini ni kwa Suare administration na administration inaweza kufanya nini? Administration inaweza kuleta usi development na hii programu iko ndani ya development. Ah, ndio bwana Krispe, oui. we we ni mheshimiwa lakini, naona leo umekatika jashi, unatembea kweli kabisa, sio kwa pesi lakini kwa mambo maendeleo. Ni sherti siyo, wote tujunge fasi moja kwa kuleta maendeleo, na mpango hii ni mpango yenye nasindikiza ndani ya kabine ya diwani wa jimbo ndio maana tunatia nguvu sisi yote hapa ndani ya tauni hata vijijini, tutapanda miti fasi zote, tukate muti moja tupande kumi mm. Sasa sisi ni wachuruza mbao, tunaliwali alitopometaka kama ukitoka masisi unatoka leta mbao, ukishafika mji Goma, hakuna mwengine wa kukuuliza pesa. Sasa, tunalipa hapo mubambiro kisha tena hapa kuvile wanatulipisha ingine pesa, tulipenda tujue kama liwali anajua hiyo pesa tunalipaka mvile ama ni alituambiaka tu ya mbambiro ni hiyo. Je, mmefikisha malalamiko kwenye ofisi yetu? Ndio, tunataka ifike kupitia nyinyi wa journaliste mtufikishie hiyo malalamiko ifikie mzee, ndio hiyo lakini, tunamshukuru sana ni mzee mzuri sana na ndio maana tumempanga jina ya Magufuli eh, kwa maana hao ni watu wazuri sana Ndiyo hiyo, mimi ni amani na ushaka mbao kwa kifupi ni <coughs> <coughs>